Kusema itachukua hatua kali kampuni yoyote ambayo itakwenda kinyume na masharti ya mkataba wa zabuni ya kufanya usafi katika manispaa hiyo. Kutoka Dar es Salaam, taarifa ya Bonard Monda inasomwa studio na Edward Luswaga hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya ilala isaya mgurumi wakati wa ukaguzi wa vifaa vya kufanyia usafi katika manispaa hiyo amesema lengo la kufanya ukaguzi huo ni kujiridhisha katika kuhakikisha zoezi la kufanya usafi katika manispaa hiyo linafanyika kama lilivyopangwa ikiwa ni mwendelezo wa utekelezaji wa agizo la rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania la kuhakikisha kwamba mji wetu sasa utaendelea kuwa msafi. Kwa yule ambaye mzabuni wetu hataendana na sisi, tutamtimua tutamuondoa. Kwa upande wao, wakurugenzi wa kampuni zinazofanya usafi wamesema wanakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali katika kufanikisha zoezi la kufanya usafi kutokana na kutopewa ushirikiano wa kutosha kutoka kwenye viti wa serikali za mitaa husika. Tatizo linalojitokeza mwenyekiti ana organize watu wanaandika barua apeleke ofisini kwake ili aopoze ile swala. Yaani, watu wanahimiza ifanyike kazi, lakini malipo anasema subirini kwanza, kitu ambacho si sahihi, kwa sababu waliotoa viwango vipya ni halmashauri ya manispaa tumepita. Wewe kama mshindi mapewa kazi uanze kazi, lakini wadau nao wameomba labda wakupewa. Kwa hiyo sasa anakuta wewe una unakuwa upewi ushirikiano kiasi kwamba kazi hiyo nataka iondoke kwako irudi kwao, kwa, kwa. na wenye viti wa serikali za mitaa wamezitupia lawama kampuni hizo zinazofanya usafi kwa kutowajibika ipasavyo. Kweli ni kwamba hawana hayo magari yaliyokuwepo, ndiyo tuliothibitisha na utendaji bado haujawa kutosheleza katika mitaa yetu. Kutoka Dar es Salaam, Edward Luswaga wa ZBC.